Kinara wa DCP Rigathi Gachagua alisema kuwa muungano wa upinzani unajiandaa kuhakikisha kuwa rais William Ruto hapati muhula wa pili wa kuongoza taifa. Akizungumza katika eneo bunge la Roysambu, Gachagua amepuuzilia mdahalo wa ni nani atakayekuwa naibu wa rais katika muungano wa rais William Ruto na chama cha ODM kama Stephen Leto anavyotujuza huku akihudhuria ibada katika kanisa la PCE PCEA Roysambu, Gachagua alirejelea matukio katika kanisa la Witima, eneo bunge la Othaya, ambapo watu wasiojulikana walivamia kanisa hilo na kuvuruga ibada. Gachagua akilalama kuhusu jinsi uchunguzi umelegea na wale waliohusika bado hawajakamatwa. walikuja wakatupiga pale kanisani Wetima, wakapiga akina mama, wakapiga watoto, walitaka kutuua. Wewe William Ruto, tunataka hiyo watu washitakiwe, wewe usirudie ile tabia yako. Kashagwa akimrushia vijembe waziri wa usalama Kipchumba Murkomen kwa kukosa kuwajibikia swala hilo. Nimeona Murkomen akisema hata wajumbe ndio wamelete guns. Wewe mukomeliwacha tukuambie mambo ya guns, ilianza saa ile imekuwa CS wa interior. Baada ya ibada kanisani, Gachagua na kikosi chake waliji mwaya mwaya katika eneo bunge la Roysambu kuuza sera za DCP. Hata ukiweka sapurano deputy utaenda nyumbani, si ndio? Ukiweka Oburu Odinga utaenda nyumbani Ukiweka glades water utaenda nyumbani. unge wa mlima, saa hivyo mumeamuka kujua kwamba kiti ya deputy president ilienda. Kiti ya deputy president ilienda wakati Rigathi alitolewa. Kwa hivyo ninyi mko kule kwa sababu ya tumbo zenu, na siku zenu zimefika. kama noma na no iwe, vuguvugu la tatu limeanza. Tuko na wazee mbele yetu ambao watatuongoza na hekima Ukiona jicho pevu ujue kuku kashatolewa manyoya, kazi imebaki ni kukula. Sisi tunataka kumwambia William Ruto kwamba wewe, siku zako zimeisha. Wakati msumaa wako ulikataa kuwaka kule Vatican, hiyo ndio siku nilijua wewe, Mungu amemalizana na wewe. Gachagua aidha akiwataka wenyeji wa mlima Kenya kuungana pamoja kuhakikisha kuwa kura zao zimeingia kwenye mkoba mmoja. Tunataka kuambia watu wa IEBC kwa sababu ndiyo sababu walifanya mkutano mwezi wa Novemba na watu wa national registration Bureau, wajaribu kutoa zile majina za watoto ambao wameandikishwa, wanachukua vitambulisho. Ati ndio Ruto wampatia ibe kula naye. Tunataka kuambia ABC, mukidhubutu hayo, mukidhubutu hayo. Ndio mtajua. Stephen Leto, runinga ya Citizen na kabla ya kuingia kwenye mazo.